Na mtazamaji, tunaanza na, na vidokezo ambapo maafisa wa polisi kaunti ya Kisii wameanzisha uchunguzi wa kina kufuatia kifo cha mwanafunzi mmoja wa gredi ya saba katika shule ya msingi wa ya wavulana ya Mosocho kaunti ya Kisii baada ya mtoto huyo kuanguka ghafla na kuaga dunia muda mfupi tu baadaye. Wazazi waliojawa na amaki walifika katika shule hiyo na kutatiza shughuli za kawaida wakitaka majibu kamili kuhusu kifo cha mtoto huyo, ili walazimu maafisa wa usalama kuingilia kati kutuliza hali shuleni humo. Hadi sasa usimamizi wa shule hiyo bado haujatoa taarifa kamili kuhusu utata wa kifo cha mtoto Hansen Michael. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Mosocho. Nilipigiwa simu asubuhi saa sita, sijui saa ngapi, nikaambiwa nikimbie Bosongo, na anaitwa Sister Matilda ni head teacher kwa hiyo shule Nikamuuliza, kuna nini? Mtoto ni mgonjwa? Hakunieleza, akaniambia kimbia. Nikafika katikati, akanipigia hujafika. Nikamwambia kwani kuna nini kufika huko, akaniambia nikae, mtoto anashughulikiwa. Nikakaa kidogo, nisikukaa, nikasema nataka nione mtoto akishughulikiwa. Nikaingia kwa room next, hakukuwa na mtu. Nikaingia kwa room next, hakuna mtu. Nikaingia room ya tatu, hakuna mtu. Ananiambia mtoto anashughulikiwa weka. Nikasema hapana, mniambie, nenda na mtoto wangu. Nikaenda next nikaonyesha mtoto wangu amelala. Hata alikufa kandi kwa jina kitambo. We have uh, addressed the issues and uh, now the situation is calm. We have talked to the parents. We have talked to the student and uh, we are sure that they are ready to continue with life because uh, when one dies it's not the plan of the us but it's course plan and it has happened. We want just to wish each one of us that we take heart and move on as normal.